Pia ninamshukuru kaka yangu kaka yangu sana. Hebu mwambie jirani yako sana, sema kaka yake na mtumishi sana, kaka Eli Huruma Bakari, Mungu akubariki wa sana. Wapungie tena mkono vijana wako <laughs> Nadhani umeelewa kwa nini umezaliwa Karatu na kwa nini uko Karatu kwenye safari yetu uh, katika kuendelea kuwakilisha ule ujumbe e, tuko pia na mkuu wa pili wa jimbo la Siha, rafiki yangu kweli kweli. Sema rafiki kweli kweli, mchungaji Msele, wapungie tena mkono vijana. E, nimsemee tu kidogo kwamba huyu amenishinda mengi e, mimi nimealikwa kama mnenaji mkuu na tisheti nimekuja kuziona huku lakini yeye asubuhi ameamka akiwa amevaa tisheti ya Karatu, ambayo hata ili huruma hana kuonesha kwamba yeye ni kijana kweli kweli. Huu usaidizi wa ukuu wa jimbo ni kofia tu, ila yeye ni kijana kweli kweli. Tumpigie makofi tafadhali. <laughs> Bwana Yesu asifiwe! Nina haja ya kujitambulisha hapana. uh... Basi naitwa Nehemia Ben Hango, natosha, nimeoa msinikodolee macho na na watoto nokta. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Baba Mkuu wa Jimbo la Kati, uh, somo ulilokuwa umepewa kukazia lilikuwa ni la kwako, sio la kwangu <laughs> Bwana asifiwe. Na mimi nilipewa lingine na tena ilipofahamika kwamba ufunguzi una kasomo kidogo, waliseme uguse hapo. Lakini kwa sababu umenifahamu kama mchumi, nikaona unani una, una, una, unang'ata chapati unanirushia nimalizie, unang'ata chapati unanirushia nimalizie, eh, nikasema hii sasa kufahamu nayo ni shida. Sasa niombe tu, kabla sijaenda kwenye somo, nisionekana kukataa chapati yako. Bwana Yesu asifiwe. Wenye Biblia punga mkono juu, nigusie tu hapo kwenye uchumi, alafu twende kwenye masomo ambayo uh, idara iliomba ni aguse kitabu cha Mhubiri 9:16. Mhubiri 9:16, fungua chap chap. Uh, Elia umeshaamka, sawa. Mhubiri 9:16, Mhubiri 9:16. E, nani amefika? Haya, tusome wote ubaoni: moja, mbili, tatu. Mwambie jirani yako hekima ya maskini udharauliwa. Wala maneno yake. Jirani yako ukikosa hela, hata kama wewe una degree ngapi haijalishi, ni mweupe kiasi gani, mpaka wamekuita awaki kama huna hela, halo mpige kipepsi jirani yako, mwambie kama huna hela Point yako yoyote ni pointless. Mwambie ni pointless. Ni bibilia ndio imesema hekima ya maskini hudharauliwa wala maneno yake. Halo, geukee jirani yako, mimi na summarize tu alichozungumza mkuu wa jimbo hili, nisionekane kukataa wajibu. Mwambie jirani yako, tafuta hela ukitaka kusikilizwa. Wewe tafuta hela. Ukishindwa kutafuta hela Uta, utageuka chawa na chawa anakaaga kwenye uchafu. Chawa hana namna ya kutafuta hela isipokuwa tukukaa na matajiri na kuwasifia. Mwambie jirani yako usiwe chawa, muulize kama anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya maskini kuto kusikilizwa ni kwenye kila eneo popote pale, iwe ni serikalini, nachelea kusema kanisani, lakini hata kanisani vijana ye Mwambie jirani yako tafuta hela. Hata kanisani wenye hela ndo wanasikilizwa. Kwa sababu tukisema tuanzishe mradi wenga